Wa kwanza na mimi na wengine kutolewa kwa kamati, kwa sababu huyu Loveka alisomea hesabu, na wakati Kabana analeta ripoti zake za kazi, yeye ndiye hukwekua kwa sababu ako katika kamati ya finance. Anapouliza, mimi sijaona hii milioni 24 unasema imefanya mahali fulani, wanasema Loveka amekosea. Aendelee kuuliza masiulize aulize aulize maswali ama asiulize maswali aulize! wanaambia yeye Ukitaka nikusaidie nyamasa, kimya, nitakupatia elfu tano ya kwenda matanga. Hiyo ni kitu mlimutuma kufanya. Loveka ni mwanaume, pikia Loveka makofi. Sasa na mimi nataka kusema hapa kiwaziwazi wazi. Mimi nilikuwa first leader of majority. Kama kuna assembly nifanya kazi ni ile ya kwa kwa, na tulifanya kwa sababu kulikuwa na mchapa kazi anaitwa weekly fanbase operator Utafanya. Kwa hivyo huyu Lobeka you chose a right person. Mheshimiwa Lobeka endelea. Wale wameona wanafanya wanasimama hapa wanafanya practice ya 2032. Usiwe na wasiwasi. Jambo wasi la pili. Mimi nataka kuambia watu wa Rurambi. Nyinyi mna bahati. Mlipata mbunge anaitwa Hamala. Sio kweli? Huyu Hamala ndiye akuwe mbunge hapa, alikuwa amesimama kura mara ya kwanza na kaanguka. Sio kweli? Ameishi na wananchi hapa, anajua kila chikoni, anajua kila barabara. Jambo ambalo nasema tujue, usichakue mtu tu mara ya kwanza hajawahi hata kuwa chairman wa Matanga na tunamupa kiti kubwa. Nasema tumejifunza lesoni, sio kweli? Huyu ndugu yangu deputy gavana, ambaye ndiye deputy gavana wa Kakamega, alikuwa mjumbe kule Luka Lugari, alikuwa amejua kila mahali, sio ndio? Wa sasa watu wa Lugari wakamchagua. Lakini hapa Kakamega tumeingia shimo. Kwa sababu yule gavana tulichokuwa alikuwa hajawahi kuwa hata chairman wa Matanga yote mahali popote. Niseme ama nisiseme? Nitoboe ama nisitoboe? Tambo la pili. Ukiwa mwanaume unatafuta msichana, si dhukweli? Tafuta pia uulizie tabia zake, si dhukweli? Sisi tukiwa katika hii county, tulek tulikuwa tunasema tunasoma headline ya kwamba gavana Barasa Fernandez amepoteza shilingi bilioni 18 za Ketrago. Ilisemekana maibu semekana. Lakini sisi tukasema mwizi wetu akuja ali, aibe hapa. Ameiba ama hajaiba? Ni sema ama ni siseme?

Huyu mama Elsi, mmemwona? Yeah! Mama Elsi anatosha matoshi. Anatosha matoshi. Hebu nione bigore mama Elsi, bigore mama Elsi, bigore mama Elsi. Huyu mama mimi nikiwa leader wa majority, alikuwa waziri wa health, si ndio? Madawa kwa hospitali ilikuwa inapatikana ama itapatikani? Sasa ukienda kwa hospitali kwa maboxi na siku nyingi, nyingi ni za condoms. Unataka kondo mama badala kwa soko yote imefanya nini? Imeanguka. Mimi nataka kuuliza watu wa Rurambi. Mimi vile naona hapa watu wakijaribu kusimama waseme kama laende nyumbani ataenda kweli?